la tasnia ambayo inatoa watu mashuhuri. Tulikutana kama watu wa Kilimanjaro, na tukakubaliana kwa pamoja, baada ya vikao vingi, kwamba mwaka huu basi, Mwenyezi Mungu atuongoze turudi nyumbani kwetu Kilimanjaro, tuende tukafanye jambo kwa ajili ya jamii yetu ya Kilimanjaro. Kwa hiyo tasnia ambayo tumekusanyia kwa pamoja zime eh, wako waandishi wa habari ambao ni mashuhuri kweli kweli wanatokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako uh, wasanii kwa maana ya waimba mziki wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasanii ambao ni waigizaji wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasanii kwenye tasnia hii ya comedy wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wacheza mpira kwa maana ya players wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasemaji E, wa klabu hizi zinazoshiriki ligi kuu, ligi daraja la kwanza ambao wanatokea mkoa wa Kilimanjaro. Lakini wako watu mbalimbali mbali, kwenye kwenye, uh, tasnia tofauti tofauti ambao asili yao ni mkoa wa Kilimanjaro. Kwa tukasema tuje na kitu kinaitwa Kili Icons. Yaani zile nembo za Kilimanjaro zote kwa pamoja kwenye tasnia tofauti tofauti Tuziingize kwenye kapu moja linaloitwa Kili Icons. Kila Icon ya Kilimanjaro tutaihitaji kwenye jambo hili, ambao tumeweza kuwafikia, tunashukuru kwa ushirikiano wao, na wale ambao bado hatukuweza kukutana, basi kupitia mkutano huu wasikie sauti zetu kwamba Kilimanjaro inatuita, Kilimanjaro inatuhitaji, na wakati ni sasa wa kwenda kurudisha kwa jamii yetu ya Kilimanjaro. Watazungumza wenzangu mengi hapa kuhusu mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini nijikite kwenye kwenye kwenye tukio lenyewe na dhamira yenyewe ya, ya, ya hii Kili Icon. Baada ya kukusanyana sasa Kili Icon kwa pamoja tunasema tunataka tukafanye jambo katika mkoa wetu Sasa tunaanzia wapi? Eh, tunaanzia wapi? Tukishakubaliana tunataka turudi nyumbani tukafanye jambo, tunaanzia wapi? Ukirudi nyuma kwenye mkoa wa Kilimanjaro, yuko mdau mmoja anafahamiwa kwa jina la Laurent Kinabo, ambaye yeye anamiliki kituo cha michezo ambacho kinaitwa jina la Kili Wonders Sports Center. Nafikiri mnafahamu alikuwa na timu ya, ya, timu ndugu yetu alikuwa kuna una fulani fulani akamiliki ka mpira kule Kilimanjaro, aliitumuatumua mwaka huu kwenye kombe la shirikisho la Kili Wonders kakenya kufia hapo KMC na Simba, ilituuma timu yetu ya mkoa ilituuma. Kama kuna namna ya kuitetea tungetetea, lakini ndivyo kanuni zilikuwa haziruhusu. Lakini timu yetu ya, ya mkoa Kili Wonders ambayo bwana Laurent Kinabo anaimiliki ilikufa kifo kibaya sana hapo <laughs> sa hapo KMC ikatolewa k, lakini juhudi zake zile za kuhakikisha kwamba anaupromoti mkoa wa Kilimanjaro juhudi zake za kuonyesha kwamba vijana wenzetu ambao wapo Kilimanjaro na wanazishikilia ndoto zao, bwana Kinabu anahakikisha anatengeneza njia. Huyu alikuwa mtu wa kwanza sisi kumfikia. Tayari amekuwa na hii platform kwa miaka mitatu, amekuwa akifanya matamasha haya ya Kilimanjaro kwa vijana wa pale na kila kitu. Tukasema huyu, kwa sababu ameshakuwa na mwanzo, tumfikie huyu, tuzungumze naye na tumueleze dhamira kubwa ambayo tuko nayo. Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza Bwana Laurent Kinabo. Alitupokea vizuri na tukamuuzia wazo letu, na akalipokea vizuri. Kwa hiyo tunakubaliana mwisho kwamba mwaka huu yale matamasha ambayo bwana Kinabo huwa anafanya kupitia hichi uh, uh, uh, kituo chake cha Kili Wonders, safari hii tujoin pamoja na tutengeneze kitu kinaitwa Kili Icons. Kwa hiyo hii Kili Icons itashirikiana kwa wale wakazi wetu ndugu zetu wa mkoa wa Kilimanjaro ambao umekuwa mkishuhudia haya mabonanza mbalimbali matamasha mbalimbali ambayo bwana Kinabu huwa anayandaa. Kwa mwaka huu sasa tumeunga nguvu pale, hizi nembo za Kilimanjaro zinakuja sasa kutengeneza tamasha moja kubwa ambalo halijawahi kufanyika Kilimanjaro, na sio tu Kilimanjaro, halijawahi kufanyika Tanzania, kwa sababu sisi tunaamini mkoa wa Kilimanjaro ndio mkoa uliobeba watu smart zaidi Tanzania. Yaani, kama kuna mkoa ambao una watu smart ni mkoa wa Kilimanjaro. hapo ao ule bado kidogo <gulia> <gulia> kwa hiyo sisi tunajivunia sana mkoa wetu kwao, tukasema awamu hii twende tukafanye jambo la kihistoria, jambo ambalo halijawahi kufanyika. sasa hilo jambo lenyewe ndio limetuletea hiyo saba saba saba special, yani siku ya tarehe saba mwezi wa saba mwaka 2025, itakuwa ni siku ya Jumatatu. Hiyo panapojaalia Mwenyezi Mungu, hizi nembo zote za Kilimanjaro, yani watu mashuhuri, mastaa wote wa Kilimanjaro, siku hii ya tarehe saba watakuwepo kwenye viwanja vya ushirika pale Moshi kwa ajili ya kwenda kulikamilisha tamasha hili kubwa la kihistoria la Kili Icons. Tumekusanya mastaa kwenye mziki, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha bongo movie, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha comedians ambao, ambayo sasa hivi ni kiwanda cha kufanya vizuri kweli kweli. Tumekusanya mastaa kwenye football. Hapa kwenye football ieleweke, ieleweke Tanzania pekee aliyecheza FIFA Club World Cup ametoka Kilimanjaro. Selemani Mwalimu ni mwenzetu, yaani hakuna kabila lolote au mkoa wowote ulioshiriki club bingwa ya dunia kule Marekani zaidi ya Kilimanjaro. Kuna kijana wetu na tuko proud kweli kweli na kijana wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo kama kuna mkoa namba moja wenye mafanikio kimpira kwa mwaka huu Kilimanjaro, ilimanjaro sia na kupitia Selemani Mwalimu ambaye alianzia Moshi Pasua safari yake ya mpira, tunataka turudi naye pale pale Moshi Pasua, turudi naye Kilimanjaro, twende tukawaambie vijana wengine wenye ndoto za kucheza mpira kwamba inawezekana kufika alipofika Selemani Mwalimu na kufika zaidi ya hapo. Inawezekana mkoa wetu inapokuwa mmekuwa ukiandikwa ukiandikwaandikwa sana kwamba uko nyuma kimpira, na hii ni kwa sababu tumekosa timu inayocheza ligi kuu. Hili linatuuma, lakini tuwahakikishie kupitia tamasha hili la Kili Icons, kupitia viongozi wetu wa vyama vya mpira pale Kilimanjaro, kupitia viongozi wetu wa serikali wa mkoa, tunakwenda kupata azimio la pamoja la kuitafuta timu inayotoa Kilimanjaro itakayocheza ligi kuu ya Tanzania. Hili tunakwenda kukubaliana siku ya tarehe saba mwezi wa saba. Mkoa wetu unafanya vizuri sana, lakini tumekuwa tukikosa matamasha makubwa kama haya ya Kili Icons ya kwenda kuibua na kuleta hamasa kwa vijana wa pale Kilimanjaro waamini inawezekana kufika mbali.